zipa kipaumbele ambapo wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo Ochieng wameripotiwa kutekwa nyara jijini Kampala Uganda, walikokuwa wanakutana na mwaniaji urais wa chama cha National Unity Platform Bobi Wine. Njagi na Oyoo wakiripotiwa kutekwa nyara mwendo wa saa tisa leo alasiri katika kituo kimoja cha mafuta. Rafiki yao aliyekamatwa na kuachiliwa akidai polisi waliowakamata walichukua simu zao na kuzima. Katete Njeroge na taarifa hiyo. Kukupa. Kulingana na taarifa kutoka kwa rafikiye Bob Njagi, ambaye hakutaka kutambuliwa, waliondoka nchini Jumatatu kuelekea Kampala, Uganda, wakiwa watano, Wakenya watatu na raia wawili wa Uganda. Safari ya Uganda ilikuwa kukutana na mwaniaji urais wa chama cha National Unity Platform, Bobi Wine. Bob Uh, waliwasili Uganda na kuachana na marafiki zao wawili raia wa Uganda. Picha hii ikionyesha wawili hao walijumuika katika kampeni za chama cha NUP, ila alasiri ya leo mambo yaligeuka pale walipozuru kituo hiki cha mafuta kutafuta huduma za mafundi wa gari anasema hadi kufikia sasa hajui waliko wawili hao, na kwamba hajapata nafasi ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi, kwani pia yeye ana hofu. Gatete Njoroge runinga